Sasa katika pita pita zetu siku moja tumefika katika kijiwe raha hapa asubuhi, tukakuta wana changamoto ya jua na mvua. Sisi kama jumuiya ya fanyabiashara na raha square tunapata shida, tunanyeshewa mvua, kwa sababu nyinyi mnatoa huduma na hii swala hili, kwa sababu tumeomba turubai wakawa wametukubalia kwa, kwa hiyo leo limefika hatima yake, tuwakaribishe ili tuweze kukabidhiwa. Waliomba chenzi lakini viti pia vina wasili. So, tunaamini kwamba yatakaa hapa na yatasaidia wa kubadilishana ma, mawazo na pale ambapo Silent wanahitajika basi sisi tupo kwa maana ya kwamba kurekebishana kuwekana sawa, maana wote sisi ni wafanyabiashara. Kwa hiyo mjasiriamali na mfanyabiashara wa Kariakoo unakaribishwa katika kijiwe raha kichi, hapa tupiga stori za maendeleo ya uh, soko letu la Kariakoo, lakini pia kutumia huduma za Silent Ocean na Kilimanjaro sta kago kwa kukusafirishia bidhaa zako dukani kwako kutoka Dubai, China, Uturuki, Marekani pamoja na India. Tunawashukuru kwanza kwa upokeaji lakini tunawashukuru kwa kutuona sisi ndio tulistahili kuleta hichi ambacho tumeleta. Sina la ziada bwana, tutumie tu uh, huduma zetu za Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo kwa uhakika, usalama na gharama nafuu.